Mwimbaji wa bongo Flava Rajab Abdul Kahali maarufu kama Harmonize ametangaza rasmi dhamira yake ya kwenda kugombea ubunge wa jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara ambapo ndipo alipozaliwa. Kabla ya kuongea na waandishi wa habari na alithibitisha dhamira yake hiyo, Harmonize aliandika maneno yafuatayo kwenye ukurasa wake wa Instagram, aliandika kama ifuatavyo: Tandahimba member of parliament 2025 inshallah. Oktoba, akaweka alama ya tiki afu akamalizia na kusema CCM oye, Samia mia mitano tena. Na tukumbuke Oktoba tarehe 15 2019, Harmonize ambaye kwa sasa ana hiti na wimbo wake mpya wa Best Couple, aliyetajwa na Hayati John Pombe Magufuli, ambaye aliweka wazi kuwa anatamani mwimbaji huyu akagombee ubunge Tandahimba. Kama unakumbuka ile tarehe, Magufuli alisema maneno kwamba anapenda Harmonize akagombee ubunge wa Tandahimba na huko Mtwara ambako amezaliwa. Wakati huo, Harmonize alionekana kutokuwa tayari kugombea hicho kiti. Hayati John Pombe Magufuli alinukuliwa akisema, na haya ndio maneno ambayo tarehe 15 Oktoba 2019 Hayati John Pombe Magufuli aliyaongea kwenye mkutano wa hadhara, akimwomba Harmonize akagombee ubunge Tandahimba. Alisema hivi: lakini nampongeza sana Harmonize, sijui anatokea jimbo gani? Watu wakajibu Tandaimba, Tandahimba. Akauliza Tandaimba, akauliza mbunge wa kule ni nani? Watu wakajibu Katani, na akasema, aa, natamani sana Harmonize aende akagombee kule ubunge wa tandahimba na Harmonize akiongea na waandishi wa habari kwa njia ya simu. Harmonize ambaye alizaliwa kijiji cha Chitoholi wilaya ya Tandaimba mkoani Mtwara amesema alichokiandika saa kadhaa kilichopita kuhusu dhamira ya kugombea ubunge sio kitu cha utani, bali anamaanisha, ambapo ukifika atakwenda kuchukua fomu ya kupitia CCM, chama cha Mapinduzi, CCM ili agombee ridhaa ya chama hicho apitishwe kugombea ubunge katika wilaya ya Tandahimba mkoani mkoani Mtwara. Na hayo ndo maneno ya Harmonize, na Harmonize ameposti akiweka wazi kwenye peji yake ya Instagram, na watu wengi wamekuwa na mahoni na comment zimekuwa ni nyingi sana, kwa sababu hakutegemea Harmonize kama anaweza akaposti kitu kama hicho. Na moja kati ya comment anasema hilo jambo alishapewa na marehemu mzee Magufuli, hivyo lazima atimize zawadi aliyopewa na mzee wetu, akaweka alama ya makofi. Sasa hiyo ni moja kati ya komenti ya watu na maoni yao, wakifikiria juu la swala la Harmonize kwenda kugombea ubunge Tandahimba. Sasa tunarudi kwako wewe mtazamaji. Wewe je, komenti yako na maoni yako ni yapi kuhusu Harmonize kwenda kugombea ubunge Tandahimba? Drop comment, na kama bado huja subscribe, wakati ndo huu, hakikisha umesubscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye. bye.